Mlango wa ishirini na tisa. Kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu, ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo, nayo kazi hii ni kubwa; kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu, ila kwa Bwana Mungu. Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha na shaba kwa vitu vya shaba na chuma kwa vitu vya chuma na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njumu na vya rangi mbalimbali mbali, na mawe ya thamani ya kila namna na marimari tele. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu yani: talanta elfu tatu za dhahabu za dhahabu ya Ofiri na talanta elfu saba za fedha iliyosafika, ya kuzifunikiza kuta za nyumba; ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu na ya fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wamamia, pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme, wakajitoa kwa hiari yao, na wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta elfu tano na darkoni elfu kumi na fedha talanta elfu kumi na shaba talanta elfu kumi na nane na chuma talanta elfu mia na wale walioonekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgershoni. Ndipo hao watu wakafurahi, kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema: Ahimidiwe ee Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Ee Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, ee Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote basi sasa Mungu wetu twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote, ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraja ya kukaa hapana Ee Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu yatoka yote mkononi mwako na yote ni yako wewe. Nami najua, Mungu wangu, ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe, nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, ulilinde jambo hili milele katika fikira za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongeze mioyo yao kwako, naye Sulemani mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote na kuijenga nyumba hii ya enzi niliyoiwekea akiba. Ndipo Daudi akawaambia kusanyiko lote, Haya, mhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko lote wakamhimidi Bwana Mungu wa baba zao, wakainama vichwa vyao wakamsujudia Bwana na mfalme. Naye wakamtolea Bwana dhabihu, wakamchinjia Bwana sadaka za kuteketezwa siku ya pili yake, yaani ng'ombe elfu na kondoo waume elfu na wanakondoo elfu, pamoja na sadaka zao za vinywaji na dhabihu nyingi kwa ajili ya Israeli wote wakala na kunywa mbele za Bwana siku ile kwa furaha kuu. Wakamtawaza Sulemani mwana wa Daudi mara ya pili, wakamtia mafuta mbele za Bwana awe mkuu, na Sadoki awe kuhani. Ndipo Sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme badala ya Daudi babaye akafanikiwa, nao Israeli wote wakamtii, nao wakuu wote na mashujaa na wana wote wa mfalme Daudi nao wakajitia chini ya mfalme Sulemani. Naye Bwana akamtukuza sulemani mno machoni pa Israeli wote, akampa fahari ya kifalme ya kumpita mfalme awa yeyote aliyekuwa kabla yake katika Israeli. Basi Daudi mwana wa Yese akawa mfalme juu ya Israeli wote, na wakati aliyotawala juu ya Israeli ulikuwa miaka arobaini. Miaka saba alitawala Hebroni, na miaka thelathini na mitatu akatawala Yerusalemu. Akafa mwenye umri mwema, ameshiba siku na mali na heshima, naye Sulemani mwanawe akamiliki badala yake. Basi habari za mfalme Daudi mwanzo na mwisho, angalia, zimeandikwa katika tarehe ya Samweli mwonaji, na katika tarehe ya Nathani nabii, na katika tarehe ya Gadi mwonaji, pamoja na kutawala kwake kote na nguvu zake nazo zamani zilizompata yeye na Israeli na falme zote za nchi.